Kabla ya mechi mwenyewe pia alikuwa anasema naipa nafasi zaidi Yanga kutufunga, kwa sababu katufunga mechi tano mfululizo kachukua, ni bingwa mtetezi, kwa lazima umpe nafasi. Kwa leo tungemfunga kidogo, tungekuwa tunakusema kwamba msimu huu tumekuja tofauti, lakini tumecheza nao leo yale yale na wenzetu, ameanzisha kikosi cha msimu uliopita. Kwa maana yake bado inaonyesha timu yetu bado sana kuendelea kufika katika level ambao wamefika wenzetu. Changamoto me... ya Simba iko kwenye sehemu gani? Kwa sababu wamesema Yanga wamechezesha kikosi kilichopita cha msimu uliopita, lakini bado wamepata matokeo. Matokeo of course, yani, ni collective, kuanzia wachezaji. Uwezi uh, kumlaumu mtu mmoja hapana, ni ubora. Muda mwingine unamsifia tu mpinzani wako, wezi ukasema eti labda ukasema ukamponda mtu, kuna mtu unazidiwa uwezo. Kwa hiyo solution ni kwamba inatakiwa tuendelee kutafuta wachezaji wazuri bora ili kofono. mm -hmm. Kwa mfano mechi ilikuwa inaendelea dakika sabini, unaona Yanga wanatoa sabu wanamwingiza shabalala Shabalala kaja kucheza mm -hmm. Shabala kaingia ka Yanga kaingia dakika sabini wakati kwetu sisi shabalala na alikuwa anaanza kwa, unaona utofauti mchezaji ambaye sisi tulikuwa namtegemea kwetu, kwa wenzetu kaenda kuanza kipindi cha pili kwao, unaona utofauti. Kwa hiyo kwa sisi